Inaumia. Basi wewe mtu mzima na akili timamu, nchi hii ilikuwa nchi dola tukufu, karne kabla baadhi ya hizi nchi nyingine hazijakuwepo. Leo tumeshushwa, yaani, tumekuwa kama vile tunaambiwa hata baraza ya mahamasharobaro si hatupaswi kwenda, yaani tumekuwa watoto wadogo. Siu, mnanifahamu kwamba nchi hii ilikuwa na balozi balozi kutoka dunia nzima wakiwakilisha nchi zao miaka takriban 150 iliyopita. Tayari ni dola, wakati hakuja kuwa na nchi yote. Hakuja kuwa na Malawi, hakuja kuwa na Zimbabwe, hakuja kuwa na Zambia, hakuja kuwa na Tanganyika, hakuja kuwa na Mozambiki, hakuja kuwa na Rwanda, hakuja kuwa na Burundi, hakuja kuwa na Kenya, hakuja kuwa na Uganda. Leo tayari una ubalozi balozi za nchi mbalimbali, Wafaransa, Wajerumani, Waingereza, wa, wa, Wamarekani Eti umeingizwa kwenye muungano, sasa wewe umekuwa mtoto mdogo, yani chokora, maana hujijui. Leo sisi wakwamba, hata jumuiya ya Afrika Mashariki Zanzibar huwezi kushiriki. Yani huko ndio tulikoshushwa ndugu zangu, huko ndio tulikoshushwa, kwamba eti hii jumuiya ya Afrika Mashariki nayo na pia Zanzibar huwezi kushiriki kwa mambo ambayo hata si ya muungano, umeshushwa pahala hata kwenda kukopa huwezi.